Pasua Msonobari TV. Pale ambapo habari hukutana na wataalamu, bila kusahau barabara ya lami ya kutoka Mbande kuja Kongwa. Kazi si mnaiona jamani? Mbande Kongwa ee, barabara inakuja. Barabara hii ni barabara ambayo wakati Mheshimiwa Rais ni waziri wa ujenzi nilikuwa nikimsumbua sana sana mimi na Mheshimiwa Rubereji. Rubereji akitaka iende mpaka Mpwapo na mimi nikimwambia sawa kaka, Mpwapo itafika, lakini si lazima ianzie Kongwa halafu ndio iende Mpwapwa. Kwa hiyo nikamwambia, Mpwapo subirini kidogo jamani, Kongwa sawa, sio sawa hapo? Wasubiri kidogo eh, ifike Kongwa kwanza, alafu inakwenda mpwapw Mpigieni makofi Rubereje. <laughs> Lakini pia mheshimiwa rais, katika ilani ya chama cha mapinduzi, ipo barabara ambayo chama kimeahidi inaanzia njia panda ya Kongwa hapo chini tunapoita mnadani, inapita machenje, inakwenda nako, inakwenda moja kwa moja mpaka Kiteto kibaya, Kiteto halafu <coughs> inaelekea Arusha Kwenye ilani hii ambayo tunayo tunayoitekeleza imeahidiwa kufanyika upembuzi ya kinifu, eh, usanifu na upembuzi ya kinifu. Kazi hiyo imekuwa ikifanyika karibu inaisha. Matarajio ni kwamba ilani hii inayokuja itaweka bayana kwamba sasa ujenzi wa barabara ya lami uweze kuanza kama ilivyokuwa ndiyo nia na ahadi ya Chama cha Mapinduzi. Mpasua Msonobari TV pale ambapo habari hukutana na wataalam.